Habari za saa hizi, tuendelee tulipoishia katika mafunzo yetu ya Adobe Audition, na leo ninaenda kujuza jinsi ya kutoa audio yako kwenye kompyuta kupeleka kwenye Adobe Audition. Karibu, hatua yetu ya kwanza lazima ufungue Adobe Audition yako. Unafunguaje? unakuja kwenye search bar yako hapa. Unai click, alafu unakuja hapo hapo unaandika, aidha utaandika audition kama mimi ninachokifanya hapa kama unaona ukishaandika Audition utaona imejitokeza pale. Wewe cha kufanya unakuja hapo unaibonyeza. Ifunguke. Ikishafunguka Adobe Audition yako wewe ya hatua ya pili unayofanya ni kuchagua kazi yako unayotaka. Kwenye kazi kuna aina mbili. Kuna waveform ambayo ni kwa uhariri wa faili moja au kuna multitrack ambayo ni kwa kuchanganya sauti mbili, yani sauti zaidi ya moja. Kwa hiyo waveform, kama tunavyoona, ni hii hapa alafu multitrack ni hii hapa, kama unavyoona. Waveform yenyewe ipo hapa moja, inakuonyesha kabisa, yani ni kama moja haka, lakini waveform inakuonyesha ni ina vyumba vingi, multi. Haya, Tuendelee hat kwa mfano hapa, mi nitaenda kuchagua waveform mimi nitachagua waveform nikishachagua waveform kama mnavyoona hii hapa inaonyesha in, in, blue kwa hiyo nimeshachagua nikitoka hapa hatua inayofuata nitaenda kwenye file ili niweze kuchukua audio yangu niilete kwenye audition yetu nitaenda hapa kwenye file file iko hapa juu hii hapa file nitaiklik file ikishatokea nitakuja straight huku chini nitatafuta neno limeandikwa import Nitaenda kwenye import hapa hapo, kwenye import itakuletea kizibao kingine cha hapa, ambacho utaona kimeandikwa file raw data application settings. Hivyo si tutachagua file, tuta click hapo. Ikishatokea file unaona nimekuletea vitu vyako hapo, unaangalia sasa na package yako au audio yako iko wapi. Sisi hapa tutaenda kwenye this pc, tukishaenda kwenye this pc tutaenda kwenye desktop yetu hii hapa. Tukishaenda kwenye desktop top yetu tutai click, tukishai click tunaona nani audio zetu hizi hapa. Lakini audio si tunaitaka, tunataka nini? News mix down, tutaibonyeza hapo news nyuki mix down yetu hapo itakuwa imeshatokea hii hapa, hii hapa tutaiona nyuki mix down hii hapa imetokea. Sasa hatua anayofata, hatutoishia hapa, lazima tuiamishe kutoka hapa kwenye hii nani kizibao hichi cha upande huu tunaipeleka kwenye nini, kwenye main kizibao. Ndugu Smail Omar wa kampuni ya African Bee Group amesema kama tunavyoona tayari tumeshahamisha.